Kazi na utu tunasonga mbele. Kazi na utu tunasonga mbele. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Hiyo ndio salamu yetu mpya, kazi utu tunasonga mbele. Ndugu wananchi, ambao tumekusanyika, ni washukuruni sana kwa kuja kuungana nami katika ziara hii, ziara ya kuja kukagua mradi wetu wa ujenzi wa kampasi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Niwapongezeni sana nyinyi, vijiji viwili vimeamua kutoa ardhi ili kijengwe chuo kikuu kwa Bukoba. Mimi sishangai sana kwa sababu Bukoba ni mkoa wa wasomi, wanajua elimu ni nini, ndio maana mkatoa ardhi bure ili eneo hili lijengwe chuo kikuu, hekari 300. ingekuwa mikoa mingine ile, wangeanza kutaka fidia kwanza kwa sababu hawajui faida ya elimu, lakini nyinyi huku Bukoba mnajua sana faida ya elimu. Ongereni sana